Anthony Muheria ameitaka serikali pamoja na viongozi wa kisiasa kuacha kugeuza janga la ukame kuwa swala la kisiasa na badala yake kuzingatia hatua za dharura za kuwasaidia wananchi walioathirika. Wanji Sostin ana mseto wa taarifa za kaunti, akizungumza katika eneo la Matanya, kaunti ya Laikipia, wakati ambapo sehemu mbalimbali za nchi zinaendelea kukumbwa na kiangazi kikali. Askofu Muheria ameonya kuwa kugeuza matatizo ya wananchi kuwa ushindani wa kisiasa kunazidisha mateso ya familia zilizo hatarini. Amesema kuwa janga hilo halipasi kuwa lawama za kisiasa bali viongozi kutoka pande zote wanapaswa kuweka kando tofauti zao na kushirikiana kutafuta suluhisho la kudumu. Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula amesisitiza umuhimu wa bandari ya Lamu chini ya mradi wa LAPSSET. Akizungumza akiwa katika shule ya upili ya wasichana ya Pate katika kaunti ya Lamu wakati wa sherehe za tuzo, Wetangula amesema kuwa si mradi wa eneo la Lamu pekee, bali ni lango muhimu kwa ukanda mzima wa Afrika Mashariki kwa ukuaji wa uchumi. Tukifungua hii port, tulisema this is the port for the region and for the northern corridor ya Lapset. Kwa hivyo, hii maendeleo itafungua Lamu mwanze kuwa kama Mombasa hata mupite Malindi kuwa ahabu ya maendeleo ya biashara ya kila kitu. Waziri Geoffrey Rekwa amewataka viongozi wa chama cha ODM kuazimia nyadhifa zingine wanapopania kuunda serikali na rais William Ruto ifikapo mwaka 2027. Akizungumza akiwa kaunti ya Kirinyaga Ruku anasema kuwa nafasi ya naibu wa rais tayari imetwaliwa na profesa Kithure Kindiki. Mwaike pake alikuwa naibu wa rais pia, tukasapoti sasa. Wakati Kindiki ndiye naibu wa rais sahidi, watu wa Murang'a, watu ya Nyandarwa wanasema serikali ni mbaya, ni mbaya e, tutoka kwa serikali. Kwingineko wakazi wa eneo la Subuika pamoja na jamii jirani sasa kwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya ukame kufuatia kukamilika kwa bwawa la Subuiga lenye uwezo wa kuhifadhi maji zaidi ya mita alfu mia moja hamsini. Kwa miaka mingi, misimu mirefu ya ukame imekuwa ikilemea familia, wafugaji na wakulima katika maeneo ya Subuiga, Matunda na Ndumburi. Hii maji ya damu yetu natarimuka paka tank pande ya matunda lakini pia iko engineers na na na kwa ana kama anaweza sukuma maji juu kidogo, ko kopea maji kwa ko hii jelani ya dam hapa hapa. Wakazi wanasema upatikanaji wa maji umehuisha shughuli za kilimo, umeimarisha usalama wa chakula na kufungua fursa mpya za kipato. Wale ambao hawajafikiwa tuna imani ya kwamba watafikiwa na tunaendelea vizuri hata kama wengine hawajafikiwa, tunashukuru Mungu, maana tunaweza enda hapa. Watu wale ambao watasaidika saa hii mwanzo hapa ni zaidi ya mia tatu, lakini hiyo fase tu itasaidia wengine wengi, kwa sababu maji itapanda juu na rais mstaafu wa Marekani